Sikiliza, mtu unamsomesha kabisa ili baadaye mje muoane, lakini anakugeuka. Unaingia naye kwenye mahusiano na unaamua kumsupport ada na baadhi ya mambo mengine, pengine kumsomesha kabisa ama kumsapoti mpaka atakapofikia kiwango fulani cha elimu kwa ahadi au kwa makubaliano ya kwamba mara baada ya yeye kumaliza kisomo chake mtaoana. Pengine hamjakubaliana, ila ndani kabisa ya moyo wako unasema kwamba kwa jinsi nilivyomsapoti, kwa jinsi nilivyomsomesha kwa fedha zangu zote alizotumia, hawezi akanikataa. Emgoja, soma kwanza huu ujumbe hapo kwenye skrini. Eh, unaona sasa. Mimi nikwambie tu, baadaye usije ukalaumu watu, baadaye usije ukafanya maamuzi magumu ya kujinyonga, baadaye usije ukachukia jinsia ya watu fulani hapa duniani, usije ukawa desperate ukachanganyikiwa na kushauri mtu ambaye hajakuoa wala hamjaoana. Kiufupi, hauruhusiwi kumsomesha kwa nia ya kuja kumwoa au kwa nia ya kuja kuoana. Labda kama unaamua kumsomesha kwa sababu umeamua kujitolea kumsaidia asome, si kumsaidia ili baadaye uje umwoe au mje muoane. Usiweke kabisa hayo malengo. Ni mpenzi wako, ni mtu wako, unampenda, umeamua umsaidie kulipa ada, umeamua umsaidie kumsomesha, umeamua kumfanyia full sponsorship ni umeamua kutoa msaada, umeamua kutoa usaidizi, si kwa ajili ya kuja kutekeleza ndoa baadaye. Haijalishi mmeshirikisha wazazi, haijalishi umefanya nini, as long as long huyu mtu hamjafunga naye ndoa, hajawa mume ama mkeo rasmi, usimsomeshe. Kama unasomesha somesha kusaidia, somesha kwa moyo mmoja, kwa nia ya kumsaidia, si kama tulivyozungumza hapo awali.